Titus bado ilikuwa kwenye kumbukumbu kumbu ya barua ya miaka mitano iliyopita. Wakati jeshi la Roma lilipoenda kwenye vita ya kugombania mipaka ya nchi. Mfalme Julius Caesar aliona nafasi, si nafasi ya kushinda vita bali nafasi ya kushinda moyo wa mwanamke aliyemwangaisha usiku na mchana. Moyo wake haukuweza kutulia tangu alipoona uso wa mke wa Titus, na sasa tamaa ya kumiliki kile kisichopaswa kuwa chake ilimwongoza kuandika balua ambayo historia ingeikumbuka kama balua ya usaliti wa damu. Kwa Konero, askari wangu mwaminifu Hizi ni salamu kutoka kwa mfalme wako Julius Kaisali. Katika vita vinavyoendelea, mpange Titus mstari wa mbele kabisa, uhakikishe anakutana uso kwa uso na upanga wa adui. Hakikisha hafiki mwisho wa vita akiwa hai. Sababu ya amli hii ni moyo mimi ndiye ninayepaswa kumiliki kila kizuri kwenye dunia hii, na muhitaji mke wake nitamuoa. Roma itakuwa na malkia mzuri kuliko malkia wa nchi yoyote ile, na haitokuwa heshima kwa roma pekee, bali haki kwa Kaisali, mungu wa dunia hii. Nero, ningeweza kumwoa mwanamke huyu kwa mabavu lakini hiyo haito nifanye nifurahie upendo. Nataka aone ni haki kuolewa na mimi, kwa vile mume wake amefariki, nami nabeba jukumu la kumwoa ili kumuenzi rafiki yangu kipenzi. Kwa kufanya hivyo, itamfanya nipe upendo wa kweli, ambayo mimi ndio na uhitaji. Nero na kuamuru kwa jina la Mfalme Julius Kaisali, hakikisha Titus haludi nyumbani akiwa hai. Kisha Mfalme Julius Kaisali liikabidhi balua hiyo kwa Titus mwenyewe. Chukua hei. Chukua hei alisema, akimkabidhi kwa uso utulivu, kana kwamba ni ujumbe wa kawaida. Mpelekee mkuu wa jeshi jemedali Nero, na ukifika jiunge na wenzako vitani. Nahitaji uongeze nguvu, nasikia jeshi langu linazidiwa na adui. Alijua uaminifu na utii wa Titus Aliamini kabisa Titus hawezi kufungua barua hiyo na kuisoma. Titus aliipokea barua hiyo kwa moyo waminifu, hakuwahi kufikiria hata mara moja kuwa kuna usaliti umefungwa ndani ya barua aliyoibeba. Safari ilikuwa ndefu sana kutoka jiji la Roma hadi uwanja wa vita, ulikuwa mwendo wa miezi mitatu. Farasi wake alifia njiani kwa uchovu. Titus alipitia jangwa kubwa sana, jangwa la Sahala, jangwa lisilo na msamaha. Jua lilimchoma usoni hadi ngozi ikawa kama magamba ya samaki, lakini Titus hakukata tamaa. Hakufikiria kusitisha safari hiyo. Maji alimuishia hadi kukaribia kufa kwa kiu. Upepo wa jangwa ulipeperusha barua na kuirudisha nyuma alipotoka. Titus aliikimbilia na kujikuta naianza safari upya, bila kuchoka, bila kukata tamaa. Alihifadhi barua hiyo kwa uaminifu mkubwa, isipeperushwe tena na upepo. Alipitia kwenye pori kubwa sana lenye wanyama wakali, alinusulika kuliwa na simba lakini hakurudi nyuma. Alizidi kusonga mbele, akidhamiria kuifikisha barua hiyo, akiamini na maelekezo ya kuisaidia jeshi la nchi yake kushinda vita. Alifika kwenye mto mkubwa sana na kukuta daraja la kuvukia limebomoka, lakini haikumzuia kusonga mbele. Mto huo ulikuwa umejaa mamba wengi sana wenye njaa kali, lakini Titus sa kusita akaishika balua hiyo kwa mkono mmoja akinyoosha juu, kisha akaogelea kwa mkono mwingine uliobaki, hakihakikisha karatasi ya mfalme haigusi hata na tone moja la maji. Kwa mweno miezi miwili, mwili wake ulikonda miguu yake ikaumia, lakini mwanaume huyo aliendelea kutembea. Aliiweka barua hiyo chini ya kifua chake, akiwa tayari kufa, lakini sio barua hiyo ipotee. Titus hakujua, hakujua kwamba barua anayoilinda kwa heshima imebeba agizo la kifo chake mwenyewe. Miezi mitatu ya safari ya mateso, hatimaye Titus ilifika kambini na kuikabidhi barua hiyo kwa Nero. Nero, mwanaume mwenye uso wa chuma na moyo wa mawe, aliichukua barua na kuifungua akaanza kuisoma kimya. Macho yake yalisoma maandishi ya Julius Kaisari, uso wake ulibadilika alipomaliza kuisoma barua Akatikisa kichwa taratibu, kisha akamtazama Titus kwa sekunde kadhaa, macho yake akimsoma kijana huyo kwa uzoni ya ndani, kana kwamba alitamani kumwambia ukweli, lakini mamlaka ya mfalme Julius Kaisali hayakuwa ya kubezwa kabisa. Nelo alikaa kimya, huku akizungumza kwa sauti ya ujasiri Leo haujaleta barua tu, pia utaingia vitani ukipigana mstari wa mbele. Titus ya kusita alijibu kwa heshima na utii: kwa heshima ya Roma na mfalme wangu Julius Kaisali, niko tayari kuingia vitani na kuyatoa maisha yangu. Kisha vita vikaanza rasmi. Vita ilikuwa kali, damu ilimwagika kama mto, lakini Roma ilishinda. Lakini Titus, askari jeseli mwaminifu, mume wa mwanamke mrembo kuliko wote duniani aliyejitolea uhai kwa barua aliyodhani ni ya heshima. Mwili wake ulikuwa umejeruhiwa vibaya sana. Jeshi la Roma likakusanya bendele na kuondoka na ushindi wao, wakimwacha Titus kama mzoga, kama takataka, kama mtu asiye na maana yoyote episode hii. Karibu kutazama episode inayofuata.